Aa, leo bwana, nataka tuzungumzie kuhusiana na muharo huo hapo, ambao unauona huo ni muharo mwekundu ambao umechanganyikana na damu, lakini dalili za mwanzo huwa unaanza na muharo ambao umeuona hapo. Sasa aa, huo ni ugonjwa wa coccidiosis. Ugonjwa wa coccidiosis mara nyingi sana unatokana na banda kuloana, labda mvua ikinyesha maji kuingia bandani, yani kwa hali yoyote ile banda likilowana, basi kuku wako wanapata hii shida ya coccidiosis, na sio lazima mvua inyeshe. Muda mwingine labda banda kuku wakawa ni wengi e, kuliko kiwango ambacho cha banda kinahitajika, na wewe ukawa umeweka matandazo kidogo mara nyingi sana huwa wanalichafua hilo banda mara kwa mara, kwa hiyo lazima utakutana na vinyesi vya aina hiyo. Ndio maana hata ukiangalia hili banda vizuri kabisa unakuta kwamba ni banda ambalo limeloana sana chini. Kwa hiyo katika mazingira hayo huwezi ukaukosa huu ugonjwa wa coccidiosis, na huu unatokana na vidonda ndani ya utumbo. Kwa hiyo unakuta kuku anahara muhalo wa damu huu uh, ugonjwa bwana, kwanza kabisa niseme kwamba ni ugonjwa ambao unatibika kiurahisi sana, yaani ni ugonjwa ambao hata hauwezi ukakuumiza kichwa, lakini uh, kuna hatua muhimu sana za kufuata ili uweze kutibu huu ugonjwa, na kama ukikosea kufuata hizi hatua, basi kuku wako wataenda kuwa na coccidiosis ambayo ni sugu. Na coccidiosis ambayo ni sugu uh, watafikia pahala, utakuta kuku wako wanashusha mabawa chini lakini pia wanabana shingo kwa ndani, yani wanakuwa kama vile e, wanafupisha shingo tunasema vile. Kwa hiyo ile tali inakuwaga ni sugu, na ikifika katika hiyo hatua ni ngumu sana kuweza kuitibia, hata kama ukafuata hizi hatua ambazo nitakwambia kwenye hii e, video. kwa hiyo Uh, ombi langu ni kwamba sikiliza hii video mpaka mwisho, ufuate hatua ambazo nitakwambia hapa, utaweza kutibu huu ugonjwa kiurahisi kabisa, bila ya kuwa na shida yoyote ile. Wafugaji wa wengi wanateseka kwenye kufuga lakini, sisi Kingo Farm, tumekuja na suluhisho ili usiweze kuteseka. Tunavyo vitabu ambavyo vinapunguza gharama, lakini pia vitabu ambavyo vitakuondolea, e, vita usumbufu ambao unaoupata kwa mfano, kitabu cha safari ya ufugaji kina maelekezo yote ya kumfuga kuku chotara, kuku wa kienyeji, ikiwemo kuchanganya chakula, namna bora kabisa ambao utachanganya chakula. Lakini kama unateseka sana na magonjwa, kuna hiki kitabu cha tiba za asili. Hiki kitabu kinakusaidia sana kwenye kutibu magonjwa kutengeneza dawa wewe mwenyewe. Mimi nawaambia tena leo ninarudia hii kauli yangu. Tiba za asili zinafanya kazi vizuri sana kuliko hizi dawa ambazo tunazingangania. Jumla yetu sisi tun... kwa sasa hivi tunavyo vitabu vitatu cha tiba za asili ufugaji, wa, eh, broiler, uh, na safari ya ufugaji. Na hiki kitabu cha ufugaji wa broiler kina hatua zote muhimu kabisa ambazo uh, wewe mfugaji kama ukifuata kumfuga broiler basi utakoma mfuga kwa gharama nafuu kabisa. Na tupo mbioni kuleta hichi kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hichi kitabu kama unasikiliza zaidi ya tarehe kumi na tano kinakuwa kimesha toka lakini unaweza ukakioda e, bado tarehe kumi na tano ndio tutakizindua kwa ajili ya kukitumia kina maelezo mazuri sana namna ambavyo unaweza ukawafuga e, kuku wa kienyeji vitabu vyote tunaviuza shilingi elfu kumi kila kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi nielewe hivyo na vipo katika mfumo wa soft copy tunakutumia WhatsApp na ni vitabu ambavyo havina peji nyingi. Kabla sijakutajia dawa ambayo unaweza kutumia ili kuweza kuwaponya kuku wako na hii coccidiosis, kitu cha kwanza kabisa unatakiwa ufuate vitu hivi. Kwanza ni kusafisha banda, inatakiwa usafishe banda lako vizuri kabisa, uweke matandazo mapya yani. E, kama unatibu huu ugonjwa kwa hii dawa ambayo ninakwambia hapa na hujasafisha banda, basi ujue kabisa unacheza yani, au kuku hawawezi wakapona kabisa. Huu ugonjwa utaendelea kuuona na baadaye, unachelewesha huu ugonjwa utakuwa sugu. Pale ambapo unaona banda lako limeloana sana chini, hatua ya kwanza kabisa ni kulisafisha na kubadilisha matandazo ya chini. Wapo pia ambao wanatumia keji, lakini wanapata huu ugonjwa. shida kubwa waga na kuaga mle kwenye viungio vile vya mbao, mnakuaga mmeloana sana, mnakuwa na kinyesi. Lakini pia kuna maeneo kama vile sehemu ambazo mnaweka uh, makopo ya maji uh, kwa mfano unaweka kopo la maji juu ya jiwe kama hivi, mara nyingi sana ukiangalia eneo ambalo linazunguka lile jiwe Ha, utakuta limeloana linaloana fani na kuku huwa wanapenda sana kudonoa hayo maeneo. Kwa hiyo hicho ni kinaweza kikawa ni chazo cha coccidiosis. Unaweza ukawa na banda lako lipo vizuri kabisa, lakini ukapata hivyo. Lakini pia e, kama unawalisha kuku wako pumba ambazo hazijakauka, e, kutest pumba zako kama zimekauka una binya kama tonge hivi ukiona zimegandiana basi ujue hizo pumba hazijakauka. Pia hii inaweza ikatengeneza huu ugonjwa wa coccidiosis. Kwao ni muhimu sana uh, kuweza kuangalia Uh, haya mazingira na kuyarekebisha kabla hujafikiria kukuwako kuwapatia e, tiba. Kama banda ni chafu, basi natakiwa ulisafishe vizuri kabisa, ili uweze kuwapa tiba kuku wako. Kama uh, unawapa e, pumba zimevunda, basi natakiwa uzianike, na huu ugonjwa unatokea sana sana hichi kipindi ambacho kinakwaga ni cha baridi, lakini pia na kile kipindi cha mvua mda mwingine unaweza ukahisi labda kuku wako kama vile wanasikia baridi, yani unahisi kama vile wanasikia baridi, kumbe sio baridi, huo ni ugonjwa wa coccidiosis. Kwa hiyo ni muhimu sana, lakini pia e, ujezi wa banda lako. Haitakiwi banda lako ulijenge sehemu ambayo hata jua la asubuhi na jioni linashindwa kupenya kuingia vizuri bandani, basi ugonjwa utakuwa unaupata mara kwa mara. Uh, sasa Uh, tuje upande wa tiba. Hii tiba ya asili ambayo unaweza ukatumia na ikaponya vizuri kabisa kuku wako. Uh, sasa huu mchanganyo ambao unauona hapa ni mchanganyo ambao tuliutumia hapa shambani kwetu na uliponya coccidiosis ndani ya siku mbili tu, japo hii dozi utaitumia kati ya siku tatu mpaka siku tano. Aa, sasa baada ya kuwa umesafisha vizuri kabisa banda lako, itatakiwa umwage jivu eneo lile la chini, kisha uweke matandazo mengine. Kwa wale ambao mnatumia keji hizi loko keji, tunaita za kienyeji, ambao huwa mnapiga mbao, basi ile maeneo ambayo yana mbao itatakiwa umwagie jivu na kama aa, tokea kwenye sehemu ambayo unaweka maji, basi pasafishe vizuri, kisha umwage jivu lile eneo, kisha utakuja kuchanganya huu mchanganyo. Uh, utachukua majani ya mpapai, majani ya mpapai kama matatu au manne hivi, kisha utakuja utachukua uh, tangawizi, tangawizi ya kipimo kama hiki hapa, utachukua tangawizi e, moja mzima, na utakuja utachukua majani ya mwarobaini. Sasa uh, hapa kwenye mwarobaini kuna huu mwarobaini ambao unauona huu ni waki huu ni wa kijani kabisa, huu ndio unaohitajika, na kuna huu hapa, labda ukikosa sana, ndio utumie huu mwarobaini ambao kama vile umepauka. Uh, uta brand. Ku brand ni kama vile kutwanga. Kuna mtu alikuja inbox kuniuliza ku brand ni kufanyeje? Ni kuponda ponda, kutwanga, blender ile ya kutumia juisi ile. Uh, ndio maana tunasema unaweza ku brand. Uh, uta brand vizuri kabisa utakuja kuchanganyia kwenye maji yako, sasa kama huu ugonjwa ni yaani kwamba umechelewa kuuona, umechelewa kuchukua hatua, utachanganya kwenye maji kati ya lita saba. Lakini kama vile uh, huu ugonjwa umeuwahi ume, ume mapema kabisa utachanganya kwenye maji lita nane, na kama unatumia kama kinga kwa kuku wako, maanake hii pia unaweza ukatumia kama kinga. Na inatumika wakati gani? Pale ambapo unaona e, banda lako labda imenyesha mvua imeingia kiasi fulani kwenye banda, basi utatumia kama kinga, utaweka kwenye maji lita kumi, utawapa kuku wako watapona vizuri. Uh, huu mti ambao unauona hapa huu hapa huu ni mwarobaini, na huu ni mti maarufu sana kwa kutibu magonjwa mengi vilevile, vile hata kwenye kuku unatibu magonjwa mengi sana. Kuna hii video ambayo unaiona hapa, unapocheza mkono kwenye hiyo iCard. E, katazame hii video, itakuonyesha magonjwa ambayo yanatibiwa na mwarobaini.